Polisi na vyombo vyote vya dola ambavyo vimekuwa katika operesheni za barabarani nyakati za tarehe, wakati wa tarehe tisa, yapo baadhi ya magari yaliyobeba mizigo ya mafuta na mizigo mingine. Yapo magari hayo ambayo yaliunguzwa hose hose, ni kile kichwa kenye steering, lakini mzigo haukungua kwenye baadhi ya magari. Tulitoa barabarani mizigo hiyo na kuiweka eneo maalum, na kwa mantiki hiyo tumeweka utaratibu kwa kusaidiana na watu wa TRA, kwa kusaidiana na EWURA, kwa kusaidiana na Jeshi la Polisi. Kwa wale ambao wanadhani mizigo ile inawahusu basi, watakuwa na vibali vyote vinavyohusu umiliki, mzigo umetoka wapi, umiliki wa malori hayo, kwa maana tela zile. Na mwisho wa siku, baada ya kujiridhisha, atakabidhiwa mzigo huo wote. Wamekusha ambiwa mizigo hiyo ilipo, na nilikushatoa toa utaratibu polisi Jeshi la Polisi linaendelea na masuala ya kuhakikisha mkoa wetu unakuwa na amani. Pamoja na hayo, Jeshi la Polisi linaendelea na masuala ya kiuchunguzi kuhakikisha yule aliyehusika anakamatwa. Lakini pamoja na hayo, Jeshi la Polisi bado pia linawashikilia watu ambao linawahoji kuhusu kushiriki kwao. Kumbukeni wakati pia wa vurugu mechi hizo, zipo nyumba zenye kamera, vipo vituo vya mwendokasi vyenye kamera, yapo maduka yenye kamera ambayo pia jeshi la polisi linaendelea kufanyia kazi ili kuhakikisha kila mtu aliyehusika anakamatwa yeye mwenyewe in person ili aweze kupelekwa katika vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa kama kuna mtu yoyote hamwoni ndugu yake, afike kwenye kituo cha polisi atoe maelezo hayo, na jeshi la polisi litamsaidia ili kuweza kumpata ndugu yake.